Sasa mm. litahusisha um, um, mambo kadhaa kadhaa ambayo mm. yalihusishwa katika ile awamu ya, ya kwanza. Kwa nini, kabla jenda mbele zaidi, kwa nini ni siku saba tu ambazo ni wiki? Yes, kwa, kwa, kwa, kwa mujibu wa taratibu ambazo zimewekwa na tume yeah, na kwa mujibu wa mm. uh, mandeti ambayo tume imepewa mm. zimewekwa siku saba ambazo kwa kwa mahesabu ambayo yamepigwa zinatosha kabisa kuweza kuandikisha wapiga kura mm. Yes, na awamu ya kwanza tulifanya siku saba na awamu ya pili tunafanya siku saba pia. Okay, lakini endapo kama kutatokea dharura, changamoto yoyote, labda watu ni wengi mm. tume inaweza ikatoa uh, maelekezo mengine, lakini kwa sasa ni siku saba tu za uandikishaji Wananchi, ningependa kuasisitiza sana mm, tuzitumie hizi siku saba kwa sababu mm, swala la kuongeza siku linategemea na mazingira, na inawezekana kabisa siku zisiongezwe. Kwa hiyo mm, tuzingatie hizi siku saba, kwa sababu awamu ya kwanza ilipita, sasa hivi ni awamu ya pili mm, tunaweza tusipate tena fursa ya kuweza kutimiza, ikawa ni ya mwisho kabisa. Yes, ikawa ni ya mwisho kabisa okay. Ndio. na kwenye, kwenye hili awamu ya pili ya zoezi la ya uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura. Ndio bwana uh, rufingo ndio walengo wale, wale kina nani hii awamu ah, ya pili? Asante sana mm. Ah, katika hii awamu ya pili kama nilivyosema haina tofauti sana na ile awamu ya kwanza mm. ah, katika zoezi hili mm. kuna tarajia kuandikisha wapiga kura wapya mm. kama mpiga kura alimisi ile nafasi katika awamu ya kwanza basi, mm. sasa hivi ndo nafasi ya mwisho ya yeye kufika kuweza kuandikishwa. Kwa kama amefikisha umri wa miaka kumi na nane na ni raia wa Tanzania, tafadhali fika kuanzia tarehe moja mpaka tarehe saba ili uweze kuandikishwa kuwa mpiga kura mm, lakini pia tunatambua kuna watu wamehama katika kipindi cha kati mm, wametoka eneo moja kwenda jingine. okay. uh, tume pia inatoa fursa za mm. wao kuhamisha taarifa za vituo mm. walivyojiandikisha. Inawezekana nilikuwa Dar es Salaam mm. sasa hivi nipo Mbinga, okay. Kwa hiyo ina maana ni wakati mwafaka sasa wa kuweza kuhamisha taarifa zangu kutoka mm. Dar es Salaam kuja mm. Mbinga. Lakini wapo wale ambao awamu ya kwanza walijiandikisha, lakini kwa bahati mbaya hawakukagua ile kadi yao, wakaja wakagundua kwamba taarifa ambazo zipo pale sio sahihi mm. Zimekosewa okay. Au labda amebadilisha cheo sasa hivi anaitwa daktari mm. Naye anapewa fursa ya kuweza kurekebisha mm. Yale majina labda alikosewa herufi hey. Baada ya Lupingo akaandikwa Rupingo hey, hey. okay. Na anaona kabisa majina hayo yapo mm. tofauti na mm. majina ambayo amejiandikisha NIDA na sehemu zingine kwa okay. Tunatoa fursa za yeye kuja kurekebisha majina yake, lakini atuishie hapo tu mm. Inawezekana baada ya kujiandikisha hapa, katikati umepoteza kadi mm. Uh, ni fursa pia ya kuweza kupata kadi nyingine mpya ili sasa ujiandae kwa ajili ya uchaguzi mkuu unaofuata mwaka huu wa 2025, lakini pia mwisho kabisa mm. zoezi hili tunaondoa wale ambao wamekosa sifa mm -hmm. inawezekana kabisa kuna mtu amefariki. mm -hmm. Eh, kwao ni fursa sasa kuweza kumuondoa ili asiendelee kusomeka kwenye daftari la kudumu la wapiga kura hapo uh, uh, kwenye kwenye kufariki sasa uh, kama tume mnajuaje sasa kwamba huyu huyu hapa huyu huyu bwana si, sijaona makanda ya huyu amefariki, yaani mnajuaje sasa uh, ni sahihi kabisa Bwana Grayson. Ah, mm. Uh, sisi kama Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi mm. tumeweka taratibu za namna ya kuwaondoa watu ambao wamefariki. Okay. Kitu cha kwanza ni kwamba muhusika yule ambaye anajua mm. kwamba mtu fulani amefariki ni lazima awe mpiga kura ili aweze kutoa taarifa kwamba ndugu yangu amefariki. Inawezekana hmm, labda mimi mzazi wangu mmoja amefariki, naenda kituoni kwenda kumtolea taarifa kwamba mzazi wangu amefariki okay, na kama na kielelezo na kadi yake naipeleka pale, tuna tunaingiza details zake tunamuondoa katika daftari. kwa hiyo okay. Sharti namba moja ni kwamba wewe unayetoa taarifa ni lazima uwe umeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa kama, kuna taarifa zimetolewa za uongo, tuna sehemu ya kuanzia kwamba fulani ambaye ni ndugu yake ambaye ya mm, anafahamu kwamba mtu fulani alifariki, yeye ndo aliyetoa taarifa za mtu aliyefariki, kwa tutarudi pale, tutasema kwa nini uli, uliweza kutoa taarifa hizi. Huyu mm, mtu anaweza akapinga kwa nini ameondolewa kwenye daftari, na tukamrejesha. Kwa mm, sisi kama tume hatuwezi tukajua kwamba mtu amefariki, ila wenyeji wanajua uh, wenzao ambao wametangulia mbele za haki tunatoa fursa ya kuja pale na kusema kwamba mwenzangu huyu anatakiwa aondolewe kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kwa sababu hatunaye tena, na sharti namba moja, lazima awe ameandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura. Na tukiachia ambao wame pengine mtu amefariki ndio. Uh, wengine ni wapi ambao pengine wanaondolewa kwenye daftari wanakuwa <coughs> wana wana vigezo vya ku, vya kupiga kura yes. Hmm, kuna vigezo mbalimbali mbali ambavyo um, vina vimewekwa ambavyo baadhi ya watu wanajikuta hawastahili kuwemo katika daftari. Ukisoma kifungu cha kumi cha sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani kinaelezea hivyo vigezo vyote, lakini kigezo cha kwanza kama uh, mtu hana akili timamu okay. Mr. Grayson mm. Yani huyo ni obviously hastahili kuwemo katika daftari la kudumu la wapiga kura, lakini ni lazima iwe imethibitika kwamba mm. huyu hana akili timamu mm. Lakini sababu nyingine kama nilivyosema ni kifo mm. Lakini kuna sababu nyingine ambayo tunasema labda mtu huyo ana utii mm. na nchi nyingine, amekula kiapo cha utii kwa nchi nyingine mm. Uh, tuna mifano kadhaa kadhaa unaweza ukakuta kwamba ni mtanzania labda mm. anatumikia jeshi la marekani okay. hali anautii na nchi nyingine mm. automatically anakuwa amekosa sifa za kushiriki katika uh, kuwemo katika daftari la mm. kudumu la wapiga kura mm. lakini kuna wengine wanakuta amewekwa uh, kizuizini kwa amri ya rais mm. kwa huyo sasa hatuna mamlaka naye tena lakini wapo wengine ambao um, wanakuta, ame, ame amefungwa kifungo au anatumikia adhabu ambayo mm. ambayo kosa aliyolifanya linampelekea ahukumiwe adhabu ya kifo, mm huyo -hmm. naye hapasku um, kuandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura. Lakini okay. Pia kuna wale ambao wanatumikia kifungo ambacho ni zaidi ya miezi sita mm -hmm. Kumbuka um, katika awamu hii pia tume itaenda kuandikisha Uh, wafungwa au maabusu wale ambao wanatumikia kifungo chini ya miezi sita mm. Wale tutawaandikisha. Sasa wale ambao wanatumikia kifungo zaidi ya miezi sita uh, zoezi hili halitawahusu. Kwa hiyo um, ukisoma hiyo uh, kifungu cha kumi cha sheria uchag ya, ya uchaguzi wa rais wa bunge, na madiwani utapata kabisa watu gani ambao wanakosa sifa za kuandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura ndio. mm -hmm. Okay. Sasa uh, jue kuhusiana na vituo ambavyo watu walitumia kujiandikisha awali ndio uh, katika daftari la kudumu la mpiga kura vitatumika hivyo hivyo ama kutakuwa kuna mabadiliko sasa hivi? Uh, asante sana nadhani mm. ume, umenikumbusha jambo moja la msingi sana mm. Um, kama unavyojua mm. Mr. Grayson mm -hmm. Awamu ya kwanza tuliandikisha katika vituo vya kuandikisha na wapiga kura waliweza kujitokeza katika vile vituo mm. Lakini awamu ya pili tunaenda kufanya marekebisho maj... machache sana mm. Kwanza tunasema awamu hii inaenda sambamba na uwekaji wazi wa daftari. okay. Kumbuka tumeandikisha katika awamu ya kwanza, kwa hiyo tayari tuna kanzidata ya wapiga kura. Kwa hiyo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeshachapisha daftari lile la awali kwamba mm. Sasa hawa ndio watakaoenda kufanya uchaguzi mm -hmm. katika mwaka huu wa uchaguzi okay. Kwa lengo la ku, uh, uh, kuchapisha hilo daftari la awali mm. ni ili wapiga kura sasa waweze kuhakiki taarifa zao okay. kwanza waangalie je, zile taarifa zipo mm. katika usahihi wake mm. na kama zipo sahihi, ina maana huyo mtu sasa ana relax mm. anasubiria tu sasa tarehe ya uchaguzi itakapotangazwa mm. lakini kama kuna makosa yoyote, ndo maana tukasema kuanzia tarehe moja mpaka tarehe saba mm na tunatoa fursa ya wao kuweza kurekebisha. Lakini pia aa, lengo lingine la kuweka wazi ni kuangalia kwamba wewe unamfahamu mtu fulani hastahili kuwemo katika daftari alafu umemuona. Mm. Tunatoa fursa ya kupinga kwamba huyu mtu mimi sitaki aendelee kuwemo katika daftari kwa sababu hizi na hizi na hizi. Au ukileta mapingamizi hayo tutayachukua na tutayafanyia kazi. Mm. Kwa hiyo ndo essence ya kubandika hilo daftari. Kwa hiyo daftari kimsingi linabandikwa katika vile vituo vyote ambavyo vilitumika katika awamu ya kwanza ya uandikishaji mm. Ila sasa watu wakishaona wamehakiki taarifa zao na wanahitaji kufanya maboresho aa, awamu hii tumechagua vituo vichache katika ngazi ya kata. Okay. Kwa sababu matarajio yetu mm. kwamba mwitikio utakuwa sio mkubwa sana kwa sababu asilimia kubwa walijitokeza katika ile awamu ya kwanza mm. Na kutoka awamu ya kwanza mpaka awamu ya pili aa, ni muda kidogo sana umepita. Kwa hiyo sasa uh, huduma tumezisogeza katika ngazi ya kata. mm -hmm. Kwa katika ngazi ya kata pale, wananchi watatangaziwa wafike katika ile level na kufanya maboresho yao, kama ni kuhamisha vituo, kurekebisha majina eh, kama kuondoa waliokosa sifa, basi watakuta huduma zetu zipo katika level ya kata. Okay. Na inategemea na maeneo na maeneo. Kuna kata zingine unakuta wakazi sio wengi mm, kwa tunaweza tukaweka kituo kimoja ama viwili. Okay. Lakini kuna kata zingine unakuta watu ni wengi mm, kwao unakuta sasa pale tunalazimika kuweka vitendea kazi vyetu ama vituo vyetu vingi yeah, so, tukaweka hata sita mpaka mm, nane eh, inategemea sasa na wingi wa wapiga kura katika lile eneo. Okay, ndiyo. Sasa kuna kuna vijana ambao wanatimiza umri miaka 18 mwaka huu wa uchaguzi, labda ikifika mwezi wa saba atatimiza umri miaka 18 au mwezi wa sita atatimiza umri miaka 18 au mwezi wa tisa, uh, hawa watu na wasaidiaje? Asante, asante mm. um, Grayson, umeuliza swali zuri sana mm. kuna baadhi ya watu na unakuta yani anajikosesha fursa mm. Bana, mimi sasa hivi sijafikisha miaka kumi na nane, kao siwezi nikaandikishwa kumbe. mm. kabla ya uchaguzi atakuwa amefikisha um, miaka kumi na nane, lakini kwa mujibu wa um, kifungu namba tisa moja na mbili mm. kinaelezea wazi kwamba tunaandikisha wapiga kura wapya waliofikisha miaka kumi na nane mm. lakini pia na wale ambao watafikisha miaka kumi na nane ifikapo siku ya uchaguzi. Okay. Kwa hiyo inawezekana kuna mtu sasa hivi ana miaka kumi na saba. Mm. Lakini ikifika mwezi wa nane wa tisa wa kumi mpaka kuelekea tarehe ya uchaguzi mm, atakuwa amefikisha miaka kumi na nane. Huyo tunamruhusu aje na tutamwandikisha. Okay. Ndiyo. Ah, uh, wewe msikilizaji pia unasikiliza sasa hivi uh, na mdau mkubwa pia kipindi hiki. Ah, uh, unaweza uh, kaandika pia ujumbe zako kusikiliza maandishi kwa ajili ya maswali kwa uh, tume huru ya uchaguzi ambayo tuko nayo hapa na wamekuja kwa ajili ya kutoa taarifa ya namna pia ambavyo unaweza kujiandikisha, kwa kwamba ulichelewa, ama ulikuwa mbali, ama kitambulisho kiliharibika, kilipotea, ama picha pia haikuonekana vizuri, ilipotea picha, ilifutika labda, uweze uh, kurudia tena kwa ajili ya kupata kitambulisho kingine kwa ajili ya kukuwezesha kupiga kura. Unaweza kutuma message yako sasa hivi kupitia 0673 2209 21 na 0679700700 kwa mfano, hawa watu ambao vitambulisho labda picha imefutika, ionekane vizuri, jina lijakaa sawa, uh, labda kimepotea, uh, hmm. Kwa wale pesa tuache, waliopoteza mtu anacho na kime kimeharibika, inatakiwa kirudishe au wabaki nacho wakati kwenda kujiandikisha? Asante sana kwa swali zuri mm. um, tume experience case kama hizo nyingi hmm. Unakuta kuna baadhi ya wapiga kura, unakuta kadi yake imekatika hmm ana vipande mm. eh, au uh, taarifa zake zimefutika zionekane vizuri kama ni sura ionekane vizuri, mm. kama ulivyosema, mm. upo sahihi kabisa mm. na zoezi hili linawahusu watu wa namna hiyo mm. waliopoteza ama kadi zao kuharibika. Sasa inaweza ikawa imeharibika kwa namna yoyote ile, imekatika, imekwaruzika, taarifa hazionekani, mm. tafadhali fika tukukabidhi kadi ya mpiga kura ili inapofika siku ya uchaguzi usipate changamoto yoyote katika kutimiza haki yako ya kikatiba ya kumchagua hmm. kiongozi ambaye unamtaka, okay. Nakumbuka kuna level mbalimbali kuna kumchagua diwani, mbunge, hadi ngazi ya juu kabisa rais hmm. kwa hiyo tutumie hii fursa, wananchi wa Ruvuma na maeneo mengine ambayo mnanisikiliza hmm. tujitokeze aa, kwa ajili ya kuboresha taarifa zetu na kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi unao Ndugu Mkingo, kumekuwa kuna kesi kadhaa uh, na hizi zinakwenda kila mwaka pengine zinajirudia watu kujiandikisha mara mbili mbili au mara tatu tatu. Naam no. Eh, tume imejipangaje? Uh, asante uh, mm, hizo kesi zipo mm. Na kuna baadhi wanafanya makusudi kabisa mm. Anaenda anajiandikisha kituo hiki, anatoka anaenda anajiandikisha kituo hiki Hmm. Na unakuta mtu anakuwa na kadi mbili mbili hizo. Hmm. Kesi zipo kabisa. Hmm. Lakini niseme tu kwamba sisi tume huru ya taifa ya uchaguzi, um, tunaandikisha um, katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. okay. Na mara baada ya kuandikisha, taarifa zile zinakusanywa sehemu moja, tunasema kitaalamu, tunazichakata. Okay. Katika kuzichakata, mm. moja ya kazi ambayo tunaifanya mm. ni kubaini wapiga kura wale ambao wamejirudia. Okay. Sasa tukishawabaini, huwa mm. tuna jukumu la kuwaondoa. Okay. Kwa mfano labda Gerson wewe umejiandikisha mara tano. Mm. Sisi tutaangalia taarifa yako ambayo ni recent ndio tutakao ibakiza. Ulijiandikisha kituo hiki ukaenda mm. kituo kingine, tunabakiza ile taarifa ambayo ni recent ndio tunaibakiza, afu zile zingine zote tunaziondoa katika daftari. Okay. Lakini sasa niwakumbushe mm, tu uh, wapiga kura kwamba kujiandikisha zaidi ya mara moja ni kosa la kisheria mm, na endapo ukibainika uh, hatua, hatua stahiki zitafuatwa zita, mm -hmm. Na sisi baada ya kuchakata hizo taarifa, wale wote ambao wamejiandikisha zaidi ya mara moja huwa mm, tuna utaratibu wa kupata orodha yao kamili na kuiwasilisha <coughs> jeshi la polisi kwa ajili ya hatua zingine za, za kisheria. Mm. Na vituo hivi ambavyo watu watutumia kwa ajili ya kwenda kuboresha ama kujiandikisha kwenye hili zoezi la awamu ya pili la zoezi la uboreshaji daftari la, la kudumu la mpiga kura. Vituo pengine vitakuwa wazi kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi? <coughs> Asante ni umenikumbusha jambo muhimu sana kwa maana mm. ya muda wa huduma ambayo tume huru itakuwa ikitoa pale mm. kituoni. Um, vituo hivi vitafunguliwa rasmi kuanzia saa mbili kamili asubuhi mm. na kufungwa saa kumi okay. na mbili mm kamili -hmm. jioni. Sawa, so, msikilizaji Salvation Radio na tutakumbusha tena hapa wewe kijana uh, ambayo unasikiza sasa hivi kipindi hiki cha burudani leo tuko na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na wapo hapa kwa ajili ya kukuelekeza namna pia ambavyo unaweza kupata nafasi ya kujiandikisha tena. Inawezekana kwamba ulikuwa mgonjwa kwa hospitali uh, unaugua na ukashindwa kwenda kwenye hizo zoezi. Inawezekana pia ulikuwa mbali zaidi ukafika wakati zoezi limemalizika, na ukakona uka, uka, uka hamsa na kupata kitambulisho cha kupiga kura, na ukasema 2025 lazima nipige kura. Sasa haujapitwa, wamekugusa tena, wamekufuata tena hapo ulipo. Uh, awamu ya pili ya zoezi la uboreshaji wa la wadaftari la kudumu la mpiga kura linaanza rasmi tena na litakwenda kwa siku saba. Na, tarehe tarehe moja, hmm, tarehe saba kama ambavyo nimezungumza hapa. Na unasema inaanza tarehe ngapi? Tarehe moja mpaka tarehe saba Tarehe moja mpaka tarehe saba ya mwezi wa tano wanawake. Okay. Na. No. Kwa kuhakikisha unatembelea katika hivyo vituo. Na una swali kwa ndugu yangu hapa, basi unao nafasi pia kuuliza kwa kuandika message yako na ukasikilizwa hapa. Dakika 33 mara baada ya saa 8 kamili za mchana. Uh, kuna mtu anauliza hapa, msikilizaji anasema uh, mtu ambaye hakujiandikisha kipindi ambacho wengine walikuwa wanajiandikisha, ambaye umri wa kujiandikisha umefika, anaruhusiwa kwenda kujiandikisha raundi hii ya pili? Shauri kutoka Ndebo. Nadhani kama nilieleza pale mwanzo, anaruhusiwa eh, pingine labda alikuwa mbali na na radio na najiunga sasa hivi, lakini una unaruhusiwa kwenda kujiandikisha. Uh, je, kama niliandikisha elfu mbili na ishirini na, na kadi ninayo hadi leo, kuna haja ya kujiandikisha tena anauliza hapa kama ulijiandikisha 2020 na na taarifa zako zipo sawa, hazina marekebisho yoyote, huna haja ya kujiandikisha tena mm. Wewe subiria tu siku ya uchaguzi, tunza kadi yako vizuri, njoo kitu, kituo cha kupigia kura, tutakuhudumia. Kwa hiyo kwa maana kwamba labda kama alijiandikishia Mbinga, sasa hivi anaishi Songea. Aa, kama alijiandikishia Mbinga hayupo Mbinga, hana haja ya kufanya mabadiliko yoyote mm -hmm. Lakini alijiandikishia Mbinga, sasa hivi yupo Songea ina maana huyo anatakiwa afike kituo cha kujiandikisha kwa ajili ya kuhamisha taarifa zake, kwamba sasa, zamani nilikuwa Mbinga, sasa hivi naso, uh, nasomeka Songea mm, ili aweze kupiga kura akiwa pale Songea. Okay. Na wapo wengine wanakuta, sio Mbinga kwenda Songea, ametoka mm, mbali Katavyo, mm, yupo yupo Mbinga mm, ana kikazi na, na kadi yake ipo vizuri kasolo mm, tu kituo mm, cha cha kujiandikishia kinasoma Katavi mm -hmm. Kwa lazima afike kituoni ahamishe taarifa zake kutoka Katavi mm, zisomeke Mbinga ndio. Okay. Uh, kuna mtu anauliza hapa msikilizaji, uh, anapenda ana, ana, kujua namna pia ambavyo anaweza akasogea pale kujiandikisha uh, je, kuna kiasi chochote cha pesa ambacho <laughs> atatakiwa kulipia wakati wa kujiandikisha. Hapana, mm. Hakuna kiasi chote cha pesa ambacho unatakiwa kutozwa mm. Unatakiwa tu ufike pale, utaandikishwa bure, utapewa kadi yako bure, wala huna gharama zote utakazo zi, zinkaa. Cha msingi ambacho nataka nikumbushie ni kwamba mm. ukifika pale kituoni, kuna taratibu tumeziweka um, kwa wazee, walemavu na wajawazito mm. tunawapa kipaumbele. Kwa hiyo sio mm. ukasema kwamba bwana, mimi nikifika pale nitapanga sana foleni. Hapana, mm. Yaani, kama upo katika hayo magrupu ya wazee, uh, walemavu na wajawazito, tunawapa kipaumbele ili wasikae sana kwenye foleni. Msikilizaji mm -hmm. uh, bado anayo nafasi hapa kuendelea kutuandikia meseji uh, pale ambapo anahitaji kuuliza uh, swali uh, kwa tume huru ya uchaguzi ambayo tuko nayo hapa studio. Alex Katibu kutoka Komboni, vipi na, uh, na, uh, na namba ya kitambulisho cha kupiga kura ambao wana mwisho wake itakuwaje? Uh, sawa, ameelezea hapa kwamba wanarudia tena uh, hii awamu ya pili ambayo ni tarehe moja mwezi wa tano mpaka tarehe saba ya mwezi wa tano. Kwa hiyo maana ikipita zoezi hili inakuwa basi, na unakuwa una vigezo wewe ku kwenda kupiga kura pale ambapo wanza kuenda kupiga kura. Eh, uh, asante okay, pia kwa dogo mazuwari nimekona hapa. Uh, anaitwa Garbo kutoka Mtama. Mimi sina kitambulisho, wakati huo wanaandikisha nilikuwa Mbeya, sasa hivi nimeshafika Mbinga. Sasa zoti linaanza tena tarehe moja ya mwezi wa tano mpaka tarehe saba. Tafadhali, afike mm. aboreshe taarifa zake. Kwenye eneo ambalo uh, watakuwa mm. wameainisha eneo lako wewe ambaye uko umesema uko Mtama. Mtama ni jirani tu nafikiri Mtama mtoka na kituo hapo mtaa, inawezekana ikawa shule ya msingi hapo Mandonya, au kwenye ofisi ya kata pengine, au kituo ambacho watakuwa <coughs> wamekiainisha. Utaenda pale kujiandikisha, ili uweze kujiandikisha uh, na kupata kitambulisho chako. Hapa pengine kwa mengine ambayo uh, unaona uh, yaseme kwa msikilizaji. Asante uh, sana Gerson, nilikuwa mm. mm. tu na machache ya kuwakumbusha mm. wasikilizaji wa kipindi cha Mzuka Base ni kwamba kama nilivyosema awali, uh, zoezi hili linajumuisha pia zoezi la uwekaji wazi wa daftari mm. kwa maana tunabandika uh, daftari vituoni. Kwao madaftari yashaanza kubandikwa, kwao mtaona majina yenu ambayo yapo pale, mtahakiki um, taarifa zenu, lakini hatuishii tu kubandika mm. uh, kwenye mbao za matangazo ama kwenye kuta uh, kuna mifumo ambayo pia inaweza ikamsaidia ika yule ambaye anaona mm. uvivu wa kufika labda kwenye kituo alichojiandikishia mm. kwenda ku kunani ku, kutizama jina lake, okay. <coughs> tuna mfumo wa kuhakiki taarifa za wapiga